Wakizungumza wakiwa mjini Bungoma, viongozi wa vyama hivyo viwili waliibua hoja kuwa utegemezi wa JSS kwa walimu wakuu wa shule za msingi umeathiri kwa kiasi kikubwa utendaji kazi, uwajibikaji, na utoaji wa huduma bora kwa wanafunzi wa sekondari ya msingi. Agustin Luketelo, katibu mkuu wa KUPPET tawi la Bungoma, amesitiza kuwa ni muhimu kwa JSS kuwa na uongozi huru, nao uweze kusimamia shughuli za kila siku bila mashinikizo kutoka kwa uongozi wa shule za msingi. Mwaka ujao walimu wa JSS hawatafungua mashule, wataenda kwa mashule yes! yes! wataenda tu kama wamepata mwalimu wao principal hapo, mwalimu wao deputy hapo tena wamekuwa na mashule sao independently bila yes! yes! yes! kufanya namna hivyo. Tunataka tuseme namna hiyo kama KUPPET tu Bungoma County yes. Demonstration itakuwa kuanzia Monday mpaka Friday yeah. Yeah. kuanzia tarehe moja mpaka tarehe thalathini na moja kila mwezi yeah. Tuhakikie kwamba tumepata hivyo hiyo bila, bila, bila vitu tunataka ndipo tusimame hapo. Kwa upande wa walimu kutoka muungano wa JSS tawi la Bungoma, wameeleza changamoto wanazopitia, huku wakitoa wito kwa serikali kupitia kwa tume ya kuajiri walimu TSC kuangazia kilio chao kikamilifu schools should be rejected in totality. Yeah. Yeah. Reject. Reject. Sessional paper number 2, 2025 Comrades, reject. Reject. Because these comprehensive schools are not in our curriculum. The curriculum should be 2, 6, 3, 3, 3 and not 2, 9, 3, 3. The piloting program that the government has, do, has been doing in GSS About the issue of comprehensive schools, it is not working and there is no learning that is going on in junior school. How we plead and we are really demanding that the government becomes very clear and it brings in the issue of autonomy in JSS. Autonomy in games, autonomy in music, autonomy in drama and autonomy in administration. Vyama hivyo viwili vimeahidi kuendelea kushirikiana kwa karibu ili kufuatilia utekelezaji wa mapendekezo hayo. Alex Wekesa, Runinga Tandao, Bungoma.